Anaitwa Shekh Zuberi Rashid Chamgunda, ambaye ni kadhi wa mkoa wa Pwani. Leo ni siku ya Idi na alhamdulillah, kwa bahati nzuri tumepata mwaliko wa mwislamu mwenzetu kuja katika eneo lake, ambao eneo hili anakusudia kufanya biashara, lakini ameona ni vyema kwanza tukatanguliza kumwomba Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala, lakini pamoja na yote tuliyoyafanya, surprise kubwa ambayo ametu surprise ndugu yetu leo ni kuonyesha katika dua hii. Pia amewaalika na mayatima kwa lengo waweze kufurahi idi tukiwa pamoja nao. Alhamdulillah, kwa kweli hiki ni kitu ambacho kimetufariji sana, hususan mimi kama kiongozi wa dini kwa niaba ya BAKWATA mkoa na mpongeza ndugu yangu kwa hili alilofanya, lakini pia nitoe hamasa kwa Waislamu wote. Anaitwa Ali lash Rashid Gonzi almaarufu mzee wa shamba. Tumeona kwanza, baada ya kutoka kwenye mfungo wa mwezi wa Ramadhani, tuliona kwamba ni vyema tukawaalika ndugu zetu mbalimbali, ambao wakiwemo na watoto yatima na wengine wanaoishi katika mazingira magumu na ndugu zetu wengine wa karibu, ili tuweze kufanya yaani, kufanya hii sherehe yetu kwa pamoja. Na ni kweli tumepata bahati kwamba ndugu zetu wamesubusugu wametichika tumekuwa nao katika jambo hili, na tunawashukuru pia kwa ujio wao, maana wangeweza kuchagua hata sehemu nyingine ya kwenda, lakini tunawashukuru kwa kuwa pamoja, tutakula pamoja, tutakunywa nao pamoja, tutafurahi pamoja katika siku hii ya leo, na wao wajikute kwamba vile wapo na wazazi wao kwa sababu yatima tuko wengi, hata mimi ninaongea, ni yatima; babangu na mamaangu wameshatangulia mbele ya haki, lakini Mwenyezi Mungu ameniruzuku kidogo. Kile kidogo anichoniruhusu niruzuku, ndio na mimi nakitoa kwa wenzangu, ili kiweze kuwasaidia na wao, kwa sababu kutoa ni moyo, sio utajiri, na mimi nimeamua kutoa hicho ili kuwafariji yatima wenzangu. Tunashukuru sana kwa mwaliko huu leo.